Aa, vifuatavyo ni vyakula bora kwa ajili ya afya ya ini. Watu wengi wamekuwa wana changamoto ya ini na wajui ni vyakula gani watumie, basi ka hapo niweze kuletea vyakula bora kwa ajili ya afya ya ini. Kwanza ni mafuta ya samaki, aa, tumia mafuta ya samaki au tumia samaki wenye mafuta. Chakula namba mbili ambacho natakiwa kutumia kwa ajili ya afya ya ini, basi, aa, tumia a uh, tumia karafuu na vitunguu saumu, ukitumia na karafuu na vitunguu saumu, ni vyakula bora unavyotakiwa kutumia. Tumia aparachichi, tumia machungwa, limao na machenza, machungwa, limao na machenza yana vitamini C, ni mazuri kwa ajili ya afya ya ini. Lakini tumia zabibu, mara nyingi, zabibu wengi wamekuwa uh, hawatumii kwa sababu ya upatikanaji wake, lakini ni vyakula uh, muhimu sana kwa ajili ya afya. Uh, hiyo uh, ya ini lakini kuna matumizi ya beetroot. Hutumia beetroot mara nyingi wamekuwa wakitumia uh, wale wazawa, wajawazito kwa ajili ya kuongeza uh, damu, lakini acha mwisho, kama una changamoto uh, yoyote uh, ya ini, basi tumia uh, mmea unaoitwa uh, mchunga. Kama una changamoto ya ini, basi tujulishe hapo chini na sisi tutaweza kupa namna ya kuondokana na hiyo changamoto. Karibu.